Unajua bwana, wazazi, kuna kitu kikubwa ambacho tunakosea. Kuna shule hizi mwezi wa sita na mwezi wa kumi na mbili wanaturudishia watoto kutoka shule waje majumbani. Lengo kuu sio tu kupumzika. Lengo kuu ni mzazi apate mwezi mmoja wa kumlisha vitu ambavyo anataka mwanae avijue mapema. Iza kama mwanao anataka ajue biashara au anataka ajue mambo ya mifugo au anataka ajue mambo ya kilimo au anataka ajue mambo ya usafi wa nyumba au usafi wake mwenyewe au kujitunza mambo ya hezi, sio nini, ni wakati wako sasa kumfundisha ndani ya mwezi mmoja. Lakini sasa tatizo wazazi wa, wa sasa hivi, kwa sababu sisi tulisema tuko bize sana. Sisi kitu gani? Mtoto anarudi kutoka likizo, akifika nyumbani tu, cha kwanza unamwambia walikupa homework? Unamwambia ndio, anakuambia ndio, unamwambia haya, anza kupambana na homework zako. Cha pili unamwambia, baada ya hapo pumzika kidogo, unaanza kwenda tuition. Sasa mtoto ametoka shuleni, umepewa mtoto wako umfundishe jinsi ambavyo atatakiwa kuishi na ulimwengu siku shule itapokuwa imekwisha. Wewe baada ya kumpa kumpa training, unamrudisha tena kwenye mashule huko huko Mtoto anatoka hapa anaendelea sana na shule, anarudi nyumbani. Sasa nimeenda kusoma kusoma kusoma kusoma, yule mtoto akishamaliza shule, ukishapewa sasa mazima kwamba sasa mtoto wako yuko amemaliza chuo, chukua au anaweza kumsifu chukua mtoto, hakuna kitu kinachoingia akilini tena. Ukifundisha biashara elewi, ukifundisha kilimo haiski, ukifundisha mifugo haiski. Kumbe ni bidii ufundisha wakati kwa form 2 form 1 form 3 la 7 la 6, na wewe muda huo wewe ukitaka kumfundisha unamwambia angane na masomo, angane na homework, angane na motivation, wewe uko busy na mambo yako sasa. Hivyo wazazi kwa ujumla tunafanya kosa kubwa sana. Na ndio maana baadaye mtu unatupiwa mwanao akishamaliza shule, mwanao hafundishiki, hasikii mtu hili ni tatizo kubwa sana ambalo linatukabili na bila kushughulika nalo litashughulika na sisi huko mbeleni.